Sababu ya tatu ya kubarikiwa ni kuomba dua, kuomba dua. Dua ndo mlango wako wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu, na watu wengi hawajui kwamba dua ndo suluhisho ya msingi ya matatizo yao yote. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam ameisifu dua kwamba ni silaha ya mumin. Waweza kuwa wapambana na mtu ya kushinda kwa mali, ya kushinda kwa cheo, ya kushinda kwa akili, ya kushinda kwa elimu, ya kushinda kwa maarifa, juana na wengi na huu wapambana nayo, hujui. Arasul asema, msisumbuani, wewe kama mumin, silaha kubwa uliokuwa nayo ni aduaa ad. Ndipo Arasul akasema, aduau silahul mumin, duaa ndo silaha ya mumin. Sasa wewe wataka kubarikiwa Muulize Mwenyezi Mungu. Allah asema uduuni astajib lakum, wewe niulize, mi sibagui mimi sibagui, niombe nitakupatia.